Wagedugu, Burkina Faso, serikali ya Burkina Faso chini ya Rais Ibrahim Traore imetangaza kuwa wazee hawatalazimika tena kulipia huduma za umeme pamoja na maji. Tangazo hili limetolewa na kiongozi wa mpito wa nchi hiyo, Ibrahim Traore, ambaye amesema kuwa huduma hizo zitakuwa ni bure kwa wazee wote nchini humo. Kwa mujibu wa Traore, mpango huu ni sehemu ya juhudi zake za kuhakikisha kwamba ustawi wa wananchi, hususan wazee, na kuweza kuwaondolea sasa mizigo ya gharama za maisha ya watu eh, ya kila siku kuhusiana na eh, maendeleo ambayo wanaendelea kuyafanya huko eh, Burkina Faso. Aliongeza kwa kusema kwamba dhamira yake ni baadaye kuhakikisha kwamba huduma zote zinapatikana bure kwa wananchi wote wa Burkina Faso. Kila mtu anapaswa kuwa na haki ya kuweza kupata maji safi na umeme, hizi ni huduma za msingi sana ambazo watu hawapaswi kulipia. Haya ni maneno ambayo Ibrahim Traore aliweza kuyazungumza. Mpango huu umepongezwa na wananchi wengi sana wa Burkina Faso na wadau wa haki za binadamu kama hatua chanya za jamii na kiuchumi kwa pamoja kama inavyofahamika kwamba moja kati viongozi ambao wanaendelea kupigana na ukoloni mambo leo kwa Afrika hapa, basi huwezi ukamwacha nguli huyu eh, Ibrahim Traore kutoka huko Burkina Faso, na bado katika harakati za kuendelea kuipamba nchi yake kuwa ni nchi ambayo ni mfano, basi ameendelea kufanya kwa vitendo baada ya kuweza kuwatolea kodi eh, za umeme pamoja na maji uh, wazee wote ambao wanapatikana Burkina Faso. Tupe mtazamo wako, kwa mdau wa sawasawa online digital, kutoka kipande chochote ambacho upo right now, uko na mtazamo gani drop comment. Kukunyanja comment hapo. Chao chao.